Hujambo mtazamaji wa Bongo Brothers karibu kwenye Nyuzi Trendz kwa siku ya leo. Jina langu ni Salama Ringo. Nitakayekuletea habari za kitaifa pamoja na kimataifa. Waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa amewataka watendaji wa wizara ya afya kufanya kazi kwa bidii, uweledi na uadilifu na kuacha kufanya kazi kwa mazoea ili kuleta tija na ufanisi kwa wananchi. Mheshimiwa Mchengerwa ametoa wito huo alipokutana na management ya wizara mara baada ya kuwasili rasmi kuanza majukumu yake mapya ya kazi kwenye wizara hiyo. Amesema huu ni wakati wa watumishi kuongeza juhudi na kutobweteka ili kuendelea kusukuma maendeleo ya sekta ya afya mbele. Waziri Mchengerwa amewataka watumishi wote kufuata maadili ya kazi na kusimamia kwa umakini maelekezo yanayotolewa ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya. Jeshi la polisi mkoani Geita limekiri kumkamata Daktari Kibaba Michael kutokana na tuhuma mbalimbali za kijinai ambazo hazijawekwa wazi, ambapo inaelezwa kuwa tayari uchunguzi umekamilika dhidi yake. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Jumatano Novemba 19, 2025 na kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo jeshi hilo limekiri kumshikilia daktari huyo kwa makosa ya jinai yanayomkabili. Taarifa hiyo imeeleza kuwa jeshi la polisi mkoa wa Geita limemkamata na linaendelea kumhoji Dkt. Kibaba Michael mkazi wa manispaa ya Geita. Sababu za kumkamata ni kutokana na ushahidi uliokuwa umekusanywa kuhusiana na tuhuma mbalimbali mbali za kijinai anazotuhumiwa nazo. Mwili wa kijana Mtanzania Joshua Mollel mwenye umri wa miaka 21 aliyeuawa nchini Israeli katika shambulio la Hamas la Oktoba 7, 2023 unatarajiwa kuwasili leo Jumatano Novemba 19, 2025 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA, ambako utakabidhiwa kwa familia yake na mamlaka za serikali kwa taratibu za mazishi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ubalozi wa Tanzania nchini Israel, ibada fupi ya kumwaga Molel ilifanyika jana Jumanne katika mnara wa kumbukumbu jijini Tel Aviv ikiangazia mchango wake na namna maisha yake yalivyokatishwa ghafla kutokana na ghasia hizo. Ibada hiyo ilihudhuriwa na balozi wa Tanzania nchini Israel, Alex Kalua na maofisa wa ubalozi. Mollel alikuwa nchini humo kwa ajili ya mafunzo ya kilimo katika eneo la kusini mwa Israel wakati shambulio hilo lilipotokea mnamo Oktoba 7, 2023. Alipoteza maisha katika eneo la Kibut Nahal Ozi na mwili wake kuchukuliwa na washambuliaji wakati wa mashambulio hayo. Kwa mujibu wa taarifa za Israel, mwili wa Molel ni miongoni mwa miili ya mateka watatu wa kigeni akiwemo mmoja kutoka Thailand na mwingine kutoka Nepal kufuatia makabidhiano ya miili iliyofanyika hivi karibuni. Mtazamaji, moja kwa moja tuelekee katika anga la kimataifa. Tukio la kushangaza kutoka nchini Urusi limeibua mjadala mkubwa kuhusiana na madhara ya matumizi ya kupindukia ya vinywaji vya kuongeza nguvu, yani energy drink, baada ya kijana wa miaka 22 aliyejulikana kama Atiom kupoteza uwezo wake wa kutembea. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Extra, Atiom alianza kunywa energy drink moja kwa siku akiwa na umri wa miaka 16, tabia ambayo baadaye ilikuwa sugu akifikia kunywa chupa kadhaa kila siku, mara nyingi akiwa hana chakula tumboni maumivu ya tumbo na kichefuchefu vilianza mapema, lakini aliendelea kutumia vinywaji hivyo kwa miaka kadhaa. Madaktari wamesema ni miongoni mwa visa vya ajabu zaidi vilivyowahi kuona na ni onyo kali juu ya madhara ya matumizi ya kupitiliza ya vinywaji vya kuongeza nguvu hasa kwa vijana. Tukio hilo limekuwa gumzo mtandaoni likichochea mijadala kuhusu usalama wa energy drink na athari za kiafya ya muda mrefu. Mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman amesema kuwa kiongozi wa zamani wa kundi la Al Qaeda Osama bin Laden aliwatumia watu wa Saudi Arabia kuharibu uhusiano wao na Marekani baada ya ziara yake nchini Marekani kuibua hasira ya manusura wa tukio la tarehe moja, 11 Septemba 2001. Akijibu swali aliloulizwa na mwandishi wa habari baada ya kutembelea Washington DC, Salman alisema anahuzunishwa na tukio hilo, lakini kinachomuumiza zaidi ni kitendo cha watu wa Saudia kutumika kutekeleza mauaji hayo ili kuharibu uhusiano wa mataifa hayo mawili. Mashambulizi ya Septemba 11 yalikuwa mfululizo wa mashambulizi manne ya kigaidi yaliyoratibiwa na kundi la kigaidi la Kiislamu la al Al-Qaeda nchini Marekani asubuhi ya Jumanne Septemba 11, 2001. Mashambulizi hayo yaliua watu 2997, kujeruhi zaidi ya wengine 6000. Mwisho wa news trend kwa siku ya leo, jina langu ni Salama Ringo, tukutane tena panapo majaliwa. Lakini ni kusihi tu usiache kulike na kusubscribe mitandao yetu ya kijamii. Pale YouTube unaweza ukatupata kwa jina la Bongo Brothers TZ, lakini Instagram na TikTok kwa jina la Bongo Brothers TZ.